Ni siku nyingine njema ambayo tumepata na tunaendelea na masomo yetu juu ya malezi, na leo ninatamani kukuletea aina kuu nne za malezi. Unajua Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Zipo njia za kumlea mtoto ili aweze kufikia katika kile kiwango ambacho Mungu amekusudia, na ndio maana Biblia inasema mlee katika njia impasayo. Sasa tunapozungumza juu ya malezi, tuna, tunataka tuangazie au tuangalie aina hizi nne. Ziko aina nne. Aina ya kwanza ni malezi ya mamlaka, na katika somo letu la leo nitazungumza hasa juu ya malezi ya mamlaka . Kuna malezi ya kudekeza, malezi ya kimabavu na malezi ya kutelekeza, lakini leo acha tuzungumze juu ya malezi ya mamlaka. Unajua Biblia inasema katika Waebrania kumi na mbili mstari wa kumi na moja kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni, lakini baadaye huwaleta wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Maana yake una, Biblia inazungumza juu ya adhabu kwamba wakati mwingine inaonekana kwamba si kitu cha kufurahisha si kitu cha kuleta furaha lakini baadaye inaleta hali nzuri mwishoni, matunda yake tunayaona mwishoni. Sasa mara nyingi tunapozungumza juu ya malezi aa, ya mamlaka, tunataka tuone jinsi ambavyo mzazi anawezaje kutumia mamlaka vizuri, ili kumjenga huyu mtoto kuwa na hali nzuri katika malezi yake. Malezi aa, ya mamlaka ni aina ya malezi ambayo mtu ulelewa au mtoto hulelewa katika malezi sahihi, na kinachofanyika hapa ni mzazi kuhakikisha kwamba analinda mipaka yake. Unajua, wakati mtoto anakuwa kuna mipaka lazima aende afike wakati fulani. Katika malezi ya uh, mamlaka tunasema mzazi lazima awe rafiki, awe mtu wa karibu, awe anamsikiliza mtoto vizuri, yaani attention yote iwe kwa mtoto naonyeshe pia upendo wa dhati kwa mtoto, lakini vitu vyote hivyo atakapovifanya lazima iwe na mipaka, ili msaidie kumfanya kuwa mtu mwenye mamlaka. Nikwambie kwamba mara nyingi sana watoto wetu wanatamani kuchukua mamlaka kutoka kwetu, alafu wao ndio wawe kama wazazi. Yaani mtoto anatamani kila unachokisema, kila anachokisema Aa, wewe mzazi ukifuate, lakini tunapowaambia na kutamani vile vitu tunavyovisema wafuate huwa hawajisikii vizuri sana. Sasa, anachofanya mtoto katika mazingira ambayo inaweza ikawa sio ya kujulikana sana lakini anatamani kuhakikisha kwamba anakamata mamlaka ili awe mtu wa kusema na mzazi kufuata. Sasa, wazazi mara nyingi wanaweza kuonyesha mapenzi mengi sana kwa watoto, lakini wakasahau kwamba lazima watunze ile mamlaka, kwa sababu ile mamlaka kwa mzazi ndio itakayokusaidia kuwekeza vitu kwa mtoto kwa nguvu sana, kwa sababu kama hauna mamlaka huwezi kufanya chochote. Sasa, katika aina hii ya mamlaka, uh, mzazi anayefanya vizuri katika aina hii ya malezi humsaidia mtoto kukua vizuri sana kiroho, kihisia, um, kiakili, kimwili na kijamii, na humsaidia huyu mtoto kuwa na tabia nzuri kuanzia utotoni hadi ukubwani. Sasa natamani mimi na wewe mzazi unayenisikiliza, mlezi au mtu anayefanya huduma ya watoto, anayehudumia watoto, anayeshughulika na watoto, kufahamu kwamba ipo aina hii ya malezi ya mamlaka, ni ya muhimu sana katika kumlea mtoto aweze kufikia katika njia iliyo sahihi. Mungu akubariki.